wengi baina yetu tunafahamu riziki ni katika hivi vitu vyakula, vyakula hivi e, labda, labda pesa pia tunaingiza katika riziki. Mtu anaweza kupata pesa akampa mtu kwamba hii ni riziki yako, chakula na kila aina ya chakula tunasema hii ni katika riziki. Lakini uhalisia wa mafundisho ya dini yetu kwamba inaonekana kwamba riziki, hata nguvu ni riziki, elimu pia ni riziki na utaona katika mafunzo kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake anaonyesha wazi kwamba nguvu ni riziki. Kivipi? ukiwa na nguvu, inawezekana kwa nguvu zako wewe mwenyewe eh, ukawa umepata riziki nyingine ambayo ya chakula kupitia riziki ya nguvu, au ukamsaidia mtu jambo kupitia nguvu zako, lile jambo yule mtu akawa amepata Riziki nyingine hii ni kuonyesha kwamba nguvu ukiwa nazo zitumie katika kheri. Kwa riziki hiyo ya nguvu basi Mwenyezi Mungu atakupa malipo mazuri sana na huenda ukafaidika zaidi kwa kutumia nguvu tu, ili sheria inachoangalia nguvu zako unazitumiaje. Lakini hata ufahamu wa mambo kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiwa na akili sawasawa sawa, akili yako imesalimika, unaitumia vizuri hiyo ni riziki pia, Mwenyezi si Mungu amekupa. Ukitizama katika hadith utaona kwamba mtume anafundisha eh, Allahumma rabbana zidna ilman warzukuna fahaman, yani utuzidishie elimu lakini pia na utuzuku kutupa ufahamu. Fahamu nayo kumbe ni riziki. Kama unajiona kwamba una akili sawasawa na una ufahamu mzuri, jua hiyo ni riziki, itumie vizuri kutumia matumizi mabaya ya akili manake, riziki ya akili aliyokupa Mungu unaitumia vibaya. Kutumia nguvu alizokupa Mungu manake, riziki ya nguvu unaitumia vibaya. usitumie nguvu zako kupiga watu, usitumie nguvu zako kuwanyanganya watu haki zao, lakini pia usitumie ufahamu wa akili yako kuwanyanganya haki zao watu, kwa sababu umewazidi maarifa, umewazidi akili, wewe unajua hiki na kile lakini pia usitumie elimu yako kuchukua haki za watu, au kutafuta namna yoyote ya kumdhalilisha mtu mwingine kutumia elimu yako. Tufahamu kwamba nguvu ni riziki Mwenyezi Mungu wakupa. Ufahamu yani kuwa unafahamu mambo, hiyo ni riziki. Watu wengine hawana, watu wengine pia hawana nguvu. Lakini elimu uliopewa itumie vizuri, kwa sababu elimu ni riziki ambayo Mwenyezi Mungu wakupa, watu wengine hawana riziki. Tujitahidi sana katika kutumia vitu hivi katika ubora wake. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.